Ambia mhm, mm. Mm na jinsi ambavyo ya mambo yangu nilivyoweka vizuri. Naona kila kitu kimekaa sawa, yule yule mwanamke tumeongea vizuri, tumeelewana. Na kwa jinsi ambavyo namuona ananipenda na mimi nikaona sio mbaya. Alafu kingine kitu ambacho nimefurahi zaidi si nimeanza naye muda mrefu. Sio kwamba nimeanza naye siku mbili hizi hapana, muda mrefu, yani karibu mwezi wa tatu. Niko naye kwenye mahusiano. Yaani kuelewana wewe na yeye ndio jambo kubwa. Mimi nashukuru na nimefurahi hilo. Sasa ulikutana naye wapi huyo binti? Na kwao wapi? Kabila gani? Dini gani? hmm. Yule dada yule, yule dada yule anajiita mima jiita mima utamu Sababu ile nimekutana naye na nini. Eh, yuko vizuri tu mweupe hivi, mweupe na jinsi anavyoonekana, sio mrefu sana, ila ni kwa sababu hata picha zake ukiziangalia hivi sio sio mfupi. Sio mfupi, afu ni mweupe hivi. Yaani hata kama tuseme anatumia filter lakini haiwezi kwa vile. Yule pale original yake ni mweupe. Afu yule kwa sababu yule pale unaona, unajua, mimi najua sasa hivi dunia kama kijiji, sio lazima mtu eti umuone hivi eti kwa macho ya nyama eti physical hivi Eh, yule pale yule nimekutana naye si Facebook Facebook. Ila tuna mahusiano mwezi wa tatu, kwa hiyo namjua vizuri kwa eh, sababu tunakuleza eh, story. Eh eh, eh. Kwaana maana hata live uje kumuona. Bado sijawai kumuona eh, live sijawai kumuona mm -hmm. Ila sasa live si hivi hivi, unajua mtu anapopiga piga picha na live, wewe unataka kuniambia mimi nikijipiga picha hapa nikikuta live nabadilika? <laughs> Kwa hiyo baba yake anaitwa Utamu tu ya majina ya mitandao hizi ya mshamsha, unajua mm -hmm. kuna kajina fulani hivi mtandaoni unaweza ukafanya ili utengeneze chachu uwe na mashabiki yeah, ili uwe na mashabiki wa kutosha, hivi ndio kaja kajita hivyo, so, tu mafansi wake wanalipenda, nasema sio mbaya, mzuri mzuri, hata nikimleta hapa mwenyewe unasema yes, mdogo wangu ana kitu. Sasa ndo umlete nimuone mi huwezi kuniambia mimi nimwite sijui nani utamu huyu. Atakuwa na jina la baba yake aliozaliwa nalo hilo jina, mima huko mitandaoni, huenda akawa na jina lake kabisa. Mtu unapotaka kuoa, unakuwa serious na kitu ambacho unataka kukifanya. Hayo sasa, wewe unaleta masiara, sijui wewe umepimaje, sijui wewe umeonaje. Lakini kwa mimi ningetamani wewe ujue yule nyumbani kwao na kila kitu kumuhusu yeye. Kumuona mtandaoni haitoshi. Yule pale picha zake, jinsi anavyopiga yaani jinsi anavyoposti picha zake, mazingira yake, anaweza akawa kama sio Morogoro, Tanga tanga hivi, yaani ni mazingira fulani hivi yani ni mazingira fulani hivi yani, kwa sababu unajua hata kwa mfano mtu akiwa Mbeya akijipiga picha, unajua Mbeya nyumba nyingi za matofali za kuchoma zile E, mtu akimazingira fulani hivi ana uoto uoto wa kijani sana e, kwa ile picha yake inaonekana kama sehemu fulani hivi zina karibu na bahari, kama sio Tanga hivi, Zanzibar Zanzibar, mm. Kwa hiyo ndo tayari wewe umeshajiridhisha kwa hilo, shajua kabila yake kupitia ha? picha ha? kwa kwa sababu mweupe. Ah, ngoja sister yule pale nikisha nani, ukishafanya kila kitu process zote, kwa sababu yule pale kaniambia tu mimi hapa ndo anamsikilizia mimi nikisha kuwa nimeweka kila kitu sawa, muda wote anakuja. Kwa hiyo kuhusu kumjua sio babake nani, kuhusu kujua sio umri wake, kuhusu kujua nini, yaani yote tunaweza tukajua haraka. Za nini? mtu anakuja ana, ana, ana, anavyokuja hapa, tunamuuliza ehe, baba yako nani, nani nani, majina yako matatu, ukoo wenu. Mbona simple? Sasa hivi sio lazima eti mtu umoe kwa sababu kabila fransaizi atuolee kabila. Unaoa mtu ambaye unampenda Haijalishi kabila lake, haijalishi dini yake. Dini si vitu tu ambavyo mtu ukizaliwa ukizoea upande fulani, unazoea unahamia huko, ukizoea huku unahamia huko. Dini sio <laughs> hisho, sawa. Kwa kuwa mwenyewe unaona sawa, mimi sikupingi, kwa sababu wewe, hayo maisha ambayo unaanza kuyatengeneza wewe, ndio unaenda kuyaishi. Sasa wewe umejipangaje? mtaishi wapi? Eh, hapo kwa sababu sija kukuona unadunduliza kununua chochote, upo tu nakuona, sija kuona, kuona una mishemisho yoyote. Kwa hiyo sasa unanishangaza. Yule pale akija sawa, kwa sababu kwanza kitu ambacho mimi nimemwambia kwanza, nani waje yapa, kwa sababu hapa pa wanasema tu kwamba kama vipi, anifosie nauli, sababu hapa anasikiliza mimi nimtumie nauli, nimtumie nauli Ushaona bwana? Nikasema basi sio mbaya ngo niongee na sister pale. Ngo ana shutaki kitu cha kupisha. Sasa wewe faida utakayopata ni moja kwanza kabisa. Wewe utakuwa una relax, yeye yeah, atakuwa anakusaidia saidia kazi za nyumbani. Ushaona? Kupika, kuosha vyombo na nini. Kwa hiyo unakuwa ni sawa sawa tu kama yani kama nani? Yani tofauti na ile comfort unawaza hapo kumbe ta mfanyakazi wa ndani na nini nini. Lakini sio mbaya. Yule mimi namuoa na kuoa kwanza mke wangu. Afu pili anakuwa na faida kwa sababu kwanza anafanya kazi za ndani, lakini pia tuna siku wote unaweza ukapata anti yako pale akazaliwa ya, yeah. Mm. Nakuta yani kwamba atakuwa anakaa ananifanyia mimi kazi kwa vipi? Yani kwamba mtoke huko mnapotoka, mnaishi aje mimi kunifanyia kazi? Sijakuelewa, labda mimi kichocheo changu kizito kwa yeah. Sababu mimi... Yeah, pale sina chumba changu. Kile chumba. Wapi? Kile chumba, kile kule cha kule mwisho. Humo ndani. Mm. Eh, kwa hiyo sasa kwa sababu sisi hatuna vitu vingi. Mhm. Kwa sababu anakuja tuna begi lake la nguo, hawezi kusafiri na vitu. Mhm. Na mimi kama hivi basi tunatulia. Kwa hiyo yanavokaa hapa kwa sababu atakuwa anafanya usafi, hapa atakuwa anaamsha watoto anapeleka shule, anapeleka na, stendi hapa wakapande daladala waende shule. Mhm. Wewe unakuwa una utayari sasa hapa una enjoy. Muona sana kupunguzia mzigo mm, ule kwa mka asubuhi, kwa kupeleka watoto shule, sio kwa kupeleka watoto akapanda pikipiki. Wanakuwa na mka yeye sasa <coughs> anakuwa anakusaidia. Unajua Musa, unavoongea kana kwamba unaongea stories za kwenye vitabu, kujihisi the way unavoongea, kama yani kitu ambacho hakiwezekani, unaona tu kawaida, kwa sababu unalala unaamka, eh, yani kwamba iwezekani kivipi? Kwa sababu nyumba si hapa, nyumba si yetu hii Mwana, nyumba hii yetu ya baba mp. yetu, nyumba hii ya watu, kesho ndio kesho kutwa hapa mimi naitwa jina jingine, watoto wanaitwa ubini wa mume wangu, si ndivyo? Eh, leo kesho kutwa nimeachwa, watoto nawaacha, narudi Morogoro. Hapa kwa nani? Kwa watu, nipo kwa sababu ya hiyo nimeolewa. Yaani udugu wa kitandani lakini, aha, sio ndugu kusema ndugu. Sasa wewe sio utaelewa, ushazaa usha naye ushazaa naye mtu anakuachaje na watoto? Mtu ana haya hata kama akikuacha na akikuacha haya. Watoto hao mimi lazima wanite mjomba. Tu, tayari undugu umeshawunganisho. Yaani hata yafanyaje? Yaani kiufupi, hata afanyaje? Alafu sisi wenyewe lazima utakuwa na Issa. Kwa sababu gani? Hata ikitokea nyumba inauzwa, sisi wenyewe lazima tupate, kwa sababu tuna watoto. Watoto hao unataka kuniambia mimi mna... watani haya, kwa mfano ukiachika hapa, mimi waniti tena ngo sinaendea kunita yangu na hata wewe ukiachika, wewe kama unaweza kaondoka, mimi kwa kwanza ndio unaondoka kule, mimi sinaendea kubaki na maanko na kaa nao hapo. Musa, hebu kwanza usijitoe akili, maana naongea taratibu, hata unielewi. Hebu usijitoe akili. Wewe unakaa mundani kwa shemeji yako, mimi nimeolewa ni ulete tena na mke, wewe uishi naye mundani kweli? Wewe unaona sawa au unaona kwa sababu tu unakula ugali wa bure? Au unaona sawa, umeona tu ulete na mwanamke uishi naye hmm. Kwa mimi nakula ugali wa bure, lakini mimi nakula ugali wa bure wakati mimi naangalia watoto, mda mwingine nawavaisha kiatu cha shule, hapo nasema mimi nakula ugali wa bure? Kwa hiyo sifanye kazi? Ndio kazi wewe umeona kazi, tuage buibui, mimi mda mwingine ndani, kwa hiyo kazi nifanyeje? Ninyanyue nyumba hii? Sifagiagi mimi mda mwingine? Sijakwambia kuambia unyanyue nyumba, sio utaratibu wa maisha ya kibinadamu ya kawaida. Wewe mimi nimeolewa na wewe, ulete mke hapa hapa, inakuwaje? hata huyo mwanamke yenyewe akijua kama nyumba yenyewe anaishi kwa shemeji yake awezi kukubali. Mimi nimemwambia akasema, sio mbaya. Mimi nimemwambia kila kitu kasema sawa, sio mbaya. Kweli huyo, mmepatana yeah? kati mtuna ajafikiria sana, au jo mambia kumo una, tu mje kuishi, yaani yule anakuja huku, kwa sababu akija huku mpango wetu si lazima nimpe mimba sasa. Ikimpa mimba situnakauti Jipange kwanza usikurupuke kuoa kama hujajipanga. Unatakiwa kwanza ujipange, ujue unampeleka wapi huyu mwanamke, mnaishi wapi, mimi nishajua mzunguko wako wa pesa, unatafutaje hela ndio uoe. Mimi najua sipendwi kwenye familia, umeona nami, kwa sababu mi sina kitu, nyinyi ndio mna kitu. Haina shida, Mungu aliwapa nyinyi ndo kanyima mimi. Sasa ndio ung'ang'anie kuishi kwa watu na mkeo, we vipi?